kitabu cha Mola subhanahu wataala ambacho ni Alquran, ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amekisifu kusema kuwa dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, lakini kitabu ambacho kisichokuwa na shaka ndani yake pia ni muongozo kwa wale wa mchao Mola subhanahu subhanahu wa waheshimiwa tukufu Islam, kitabu cha Mola subhanahu wataala ndiyo kioo, ndio njia

mebadili njia tofauti tofauti ya kumweleza binadamu, lakini wakana alinsanu akthara shay'in jalla jadala, binadamu akawa mwingi wa kujadili akawa mbishi kwa kuacha ile njia ambayo Mola subhanahu wataala alimwelekeza. Kwa hiyo hao sio mada yetu. Na kwa nini tulete mfano kama na huyo? Tutakuja kujua huko mbele biidhni llah subhanahu wataala.

ardhi kisha Allah akisema minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo kumi na mbili kuna minne ambayo ni mitukufu kuliko miezi mingine. Kwa hiyo idadi ya miezi ni miezi kumi na miwili kama anavyosema Mola subhana wa Ta'ala. Na katika hiyo miezi kumi na mbili anatukhabarisha subhana wa Ta'ala kuwa minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi kumi na miwili kuna minne ambayo imefikia katika daraja ya sharafu ya kuwa mitukufu kuliko miezi mingine minane iliyosalia. Ni nani atakayetukhabarisha kutokana na miezi hiyo mitukufu? Ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anapokea Alimamu Muslim rahimahullahu taala katika sahihi yake eh, hadithi ya 1679 pia akapokea Alimamu Al-Bukhari rahimahullahu taala katika sahihi yake

Inna azzamana qad istadaraka haiatihi yauma khalaqa llah alsamawati walard, hakika ya zama zimerudi katika mfumo wake ule ule toka hizo enzi ambazo Mola Subhanahu wataala amepata kuumba mbingu na ardhi. Kisha mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasalama wa wa akasema, assanatu thnaashara shahra, hakika mwaka una miezi kumi na mbili, minha arbaatun hurum katika hiyo miezi kumi na miwili kuna minne ambayo ni mitukufu kama vile alivyoeleza Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuashiria kwa minha, katika hiyo miezi kumi na mbili arbaatun hurum, kuna mingine ni mitukufu kuliko mingine. Na mtume pia sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam afanya tahqiq kwa kuhakikisha kile ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweza kukisema, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea na kusema thalathatu mutawalliyat miezi mitatu ni yenye kufatana ni yenye kufatana, na akawa ni mwenye kuitaja akisema, ni Dhulqada wa Dhulhijja wal Muharram, ni mwezi wa Dhulqada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na okay, ukiangalia katika kalenda ya Hijria, miezi hii ni yenye kufatana kimpangilio. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa rajabun shahru madar alladhi baina jumada wa Shabana na Rajab ni mwezi ambao wenyewe umepwekeka kivyake kule huko kati ya Jumada pamoja na Shaabana. Kwa hiyo miezi hii tumepata idadi yake ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram pamoja na mwezi mtukufu wa Rajab. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipata kutuambia haya anayothibitisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Na kama tunavyojua tupo katika moja ya miezi mitukufu, zama ambazo ni zama adhimu kuliko zama zingine. Tuko katika mwezi wa Rajab ambao ni moja katika miezi mitukufu. Kwa hiyo tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab. Kwa nini imepatwa kuitwa Rajab? Ni nini maana ya Rajab? Asema moja katika aima kuwa, sumia rajabun bihadha lismi min altadhim, imepata kuitwa mwezi wa rajab kwa jina hilo la rajab kutokana na hishma na utukufu ambao walikuwa wakiujaalia. Ama sababu ambayo ni sababu lughawi, sababu khaswa ya kilugha, asema kalimatu rajab, neno rajab fi lugha

hata katika enzi za ujahilia ilikuwa ni haramu kabisa kufanya aina yoyote ya vita, na hata ilipokuja sheria ya Kiislam, mola subhanahu wataala aliendelea kusisitiza kuwa inapofika katika miezi mitukufu haifai Waislam kuweza kupigana. Rudi katika suratul Baqara aya yake ishirini na saba. Mola subhanahu wataala akisema, yasalunaka ani shahri lharami qitalin fihi wanapokuuliza ya Rasulullah alayhi wa alihi salatu wassalam, kuhusiana na vita ndani ya mwezi mtukufu, waambie kuwa qitalun fihi kabirun, waambie kwa kuwaeleza kuwa vita ndani ya mwezi mtukufu ni katika madhambi aliyokuwa makubwa. Kwa hiyo mola subhanahu wa ta'ala, hata si majahili wameanza katika enzi za ujahilio wale makufaru Quraysh, hata wakati sheria ya dini ya Kiislamu ilipokuja ikaendelea kuwa ni haramu kwa Uislamu kupigana katika miezi na nyakati tukufu kama na hizi, lidhalika lidhalika wakapata kutambia kuwa Waarabu walikuwa uh, yuadhimuna, walikuwa wakiutukuza shahra rajab, mwezi mtukufu wa Rajab, kutokana na ile sharaf waliokuwa wakiupa na sio tu hapo bali na kujiharamishia qital ndani yake, vita ndani yake, bali fakanu yamtaniuna anil hurubi, Waarabu walikuwa pia wakijizuia kutokamana na vita wasipigani ndani ya miezi hiyo, wal i'tidaat, wala mashambulizi ya aina yoyote, fi hadha shahri, katika mwezi kama na huyu wa Rajab kutokamana na utukufu walioupa wayactabirunahu shahara lissalami walhurma, walikuwa wakiuchukulia mwezi huyu wa Rajab kuwa ni mwezi wa amani pamoja na utulivu, walikuwa wataki vurugu za aina yoyote. Asema mmoja katika wenye wanazuoni ambaye ni Al-Wahidi. Asema katika kitabu cha Al-Basiti, mujalladi wake wa kumi, ukurasa wa mia nne na tisa na nukuu maneno yake Anasema wa maana alhurum, na maana ya miezi mitukufu. Annahu yuazzamu intihaku almaharimi fiha bi ashaddi mimma yuazzam fi ghairiha, na maana ya miezi mitukufu ni kwamba kufanya madhambi ndani yake, kufanya madhambi ndani ya miezi hiyo mitukufu, madhambi hayo uzito wake si sawa sawa ndani ya miezi mingine, madhambi yake si sawa sawa na miezi mingine kisha akaendelea akisema kuwa wakanati al-arab, na warabu tabia yao ilikuwa ni kuadhimisha miezi mitukufu hata lau laqia rajulu minhum qatila abihi, mpaka katika daraja ya kuheshimu miezi mitukufu ikafikia, mtu yoyote angemwona baba yake anauliwa mbele ya macho yake, basi asingeweza kuchukua maamuzi yoyote metali yupo katika mwezi mtukufu, yaani asingenyangua panga wake akaenda akalipiza ama akajibu tupo katika zama ambazo ni adhimu. Wema ndani ya miezi hii mitukufu, kama vile huyu mwezi wa Rajab, si sawasawa ndani ya miezi mingine, na dhambi pia hivyo hivyo ndani ya miezi hii mitukufu katambia, si sawasawa na miezi mingine. Lidhalika Mola Subhana wa Taala akatwambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Na kuidhulumu nafsi kumegawanyika sampuli aina mbili. Kuna kuidhulumu nafsi kwa kuiziwia kufanya taa na kuna kuidhulumu nafsi eh, kwa kuipeleka katika maasi anayoyachukia Mola Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo baada ya kupata kuijua idadi ya miezi katika mwaka sawa na sharia ya Kiislam na kuijua pia idadi ya miezi mitukufu na kuielewa pia miezi mitukufu hiyo ni ipi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatambia ndani ya miezi hii mitukufu fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi kama na hiyo. Kwa ala kulli hal, kuna khairi ndani ya miezi hii kama tunavyojua, kuna kutoa sadakati, kuna kufanya umra, kuna kusaidia wasiojiweza, kuna kuwalishiza wenye njaa, kuna kuwazuru wagonjwa, kuna kuyazuru makaburi, kuna ibadati tofauti tofauti na pia kuna saumu ndani yake. Kwa hiyo insha Allah taala katika siku ya leo tutakomea hapa biidhnillah. Mola subhanahu wa taala tupe taufiq, tupate nafasi ya kuja kuzungumzia bora ya amal ambazo hakuna anayojua ujira wake isipokuwa Mola subhanahu wa taala. Alisema fa innahu li wa ana ajizi bihi, hakika saumu ni ya kwangu mimi Mola na mimi ndo nitakailipa, au mimi ndo nailipa.